Siku ilikuwa imejaa joto la jua la mchana, miale yake ikipenya kupitia vioo vikubwa vya jengo refu lililokuwa na maandishi makubwa Lins Signature Caf. Brian alisimama nje ya mlango mkuu dakika chache, akitengeneza kola ya shati lake jeupe kama mtu anayejiandaa kuingia kwenye jukwaa la watu wanaomkosoa. Macho yake yalikuwa na ule mng'ao wa mtu anayejiona amefanikiwa, mtu ambaye ameshinda vita vya maisha, au angalau ndivyo alivyoamini. Akiwa ameshika funguo za gari lake la kifahari mkononi Alitoa tabasamu dogo la kiburi. hii ndiyo sehemu sahihi ya kuonyesha klas, alijisemea kimoyomoyo. Mkahawa huu ulikuwa umekuwa gumzo mitaani kwa miezi kadhaa, watu maarufu, wafanyabiashara na viongozi wa kampuni walitajwa mara kwa mara kama wageni wa kila siku. Brian aliingia huku akipiga hatua ndogo za kujiamini, akiamini atakutana na watu wa hadhi yake, watu watakaowaona suti yake mpya na saa yake ghali. Lakini chini ya tabasamu lake kulikuwa na kivuli kisichotamkika, kumbukumbu ya Lynn. Miaka mitatu haikumfanya aisahau rahisi. Alimwacha bila huruma, bila hata kuangalia nyuma, akimwambia maneno yaliyochoma kama moto: wewe hufanani na mafanikio yangu, nataka mwanamke wa kunifanya nionekane mkubwa. Maneno hayo bado yalikuwa yanamfuata kama kivuli. Alipofungua mlango na kusukumwa na harufu ya kahawa safi na sinamon, hakutarajia kile alichokiona macho yake yalikwama kwenye kona ya VIP. Kuna mtu amekaa pale, mwanamke mtanashati mwenye utulivu uliochanganyika na nguvu ya ajabu. Nywele zake zilianguka kwa mpangilio mzuri mabegani, mavazi ya rangi ya bahari yakionekana maridadi mno kuliko alivyowahi kumwona mtu yoyote. Ilitwaa sekunde kadhaa ndipo alitambua ni Lynn. Brian alimeza mate, moyo wake uliruka kwa mshangao, lakini uso wake ulijaribu kukaa thabiti. Kiburi kilijitokeza kwa haraka kikifunika hofu yake ya ndani kama blanketi jeupe. Hakujua siku hii haikuwa kawaida, na hakujua kabisa kwamba mgahawa huu uliomletea majivuno ulikuwa mali ya mwanamke yule yule aliyemdharau. Ndipo mvutano ukaanza kupanda polepole, kimya lakini chenye nguvu kama radi kabla haijapiga. Brian alisimama kwa sekunde chache, macho yakimtazama Lynn kama mtu aliyemwona kivuli cha zamani kilichorudi akiwa kimebadilishwa na mwanga wa ajabu. Katika kona ya VIP, Lynn alikuwa ameketi kwenye kiti cha ngozi cheusi, taa za juu zikimwangazia kwa upole kiasi kwamba alionekana kana kwamba alikuwa kwenye sinema. Kile kitambaa cha samawati alichovaa kilikumbatia mwili wake kwa wepesi, na kila harakati yake ilionyesha utulivu wa mtu aliyepitia mengi, lakini akainuka juu zaidi ya maumivu. Kifungua kinywa chake kilikuwa rahisi: mkate wa brown, mayai yaliyopangwa kwa ustadi na kikombe cha kahawa kilichotoa mvuke mororo. Lakini namna alivyoshika kikombe, namna alivyoinua uso wake mara moja moja kuangalia dirishani, kulifanya Lynn aonekane si tu mtanashati, bali mwenye hadhi mpya. Brian akahisi kitu ndani yake kikitetemeka kwa sekunde moja. Halikuwa penzi, hapana. Ilikuwa ni ile hofu ndogo ya mtu anayegundua kuwa kitu alichokidharau kimekuwa bora zaidi alivyotabiri. Alijaribu kutabasamu ili kuficha hali hiyo. huyu ni Lynn gani tena? urembo huu unatoka wapi? akauliza kimoyomoyo, lakini badala ya kukubali ukweli, kiburi chake kilikurupuka kama mnyama aliyekosa kula siku mbili. Alisimama kidete, akavuta pumzi ndefu, na kuona kama kuna mtu yeyote anamwangalia. Alitaka dunia ijue kuwa bado yeye ni mkuu. Alitaka kuonyesha kuwa yeye ndiye aliyeshinda, hata kama katika moyo hakuhisi hivyo. Akamwona mhudumu akipita karibu mawazo ya haraka ya kisasi yakamwingia kichwani kama cheche za moto. Leo namfundisha adabu, akajisemea huku akinyanyua mkono kumuita mhudumu. Hofu ile ndogo aliyohisi ilitoweka ghafla, ikamezwa na sauti ya kiburi iliyomsemesha ndani: onyesha uwezo wako, onyesha kuwa yeye bado ni mdogo mbele yako. Alitembea kuelekea kaunta, akitembea kama mtu anayejiona mshindi, bila kujua kwamba kila hatua yake ilikuwa inamkaribia janga la aibu ambalo halijawahi kumpata maishani na wakati Lynn akiinua macho yake kwa sekunde moja tu kumtazama, hakusema kitu, lakini tabasamu lake tulivu lilikuwa na maana zaidi ya maneno elfu. Lynn hakutetemeka, lakini Brian angali anaanza. Brian aliposimama mbele ya kaunta, alijikunyata kidogo kwenye suti yake ya gharama kubwa, akihakikisha saa yake ya mkononi inaonekana vizuri alijisogeza mbele zaidi akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti ambayo hakuhitaji lakini alitaka ihudhuriwe na watu wote waliokaa ndani ya mkahawa. Samahani, akamwambia mhudumu kijana aliyekuwa anaandika oda kwenye tableti, leta bili ya wateja wote waliopo hapa. Mhudumu alinyanyua macho, uso wake ukijaa mshangao mpole. Kila mtu mheshimiwa? Brian alitingisha kichwa kwa majivuno yaliyopenya hadi tabasamu lake. Ndiyo, kila mtu ila msimgusie yule mwanamke aliyekaa pale VIP, akaonyesha kwa kidole bila soni. Huyo namhifadhi kwa somo dogo tu. Maneno hayo yalipenya hewani na kutua mezani, kwenye kiti, kwenye mioyo ya watu waliokuwa karibu. Ukimya mfupi ukatanda, kisha sauti ndogo za minong'ono zikaanza kama mvua ya manyunyu. Watu wakageuka kumtazama Lynn, wengine wakigeuka tena kumwangalia Brian kama wanatafuta maelezo ya ziada. Brian alitabasamu kwa kuchechemea, akijifanya hajali macho hayo. Alijisemea kimoyomoyo, sasa aone kuwa mimi ni mtu wa kutazamwa, aone kilichomkosa. Lakini kwenye kona ile ya VIP Lynn alikuwa bado amekaa kimya. Aliinua kikombe chake taratibu, akanywa sip nyingine bila hata kuonesha kushtuka. Tabasamu lake lilikuwa sawa na mwanzo, tulivu, la ujasiri na lenye siri isiyoweza kutafsiriwa kirahisi. Mhudumu alinyosha shingo kidogo, kana kwamba anatamani kupiga kelele, huyu mtu anajitafutia balaa, lakini hakusema. Aliangalia upande wa kaunta ambako meneja alisimama nje ya macho ya wateja, akitazama kwa makini tukio lote. Brian, akizidi kuota kwamba anatoa show kubwa, alijipangusa mabega, kana kwamba anafukuza vumbi lisiloonekana. Kiburi kilimlemezwa na nguvu ya umma, nguvu ya kutazamwa. Alihisi kama jua limemwangazia peke yake, lakini ukweli uliofichika ule ambao hakuujua, ulikuwa unacheka kimya kimya, kwa sababu kitendo alichodhani kitamdhalilisha Lynn kilikuwa kinamkaribia kumfunua yeye mwenyewe mbele ya kila mtu, na somo alilodhani atampa lilikuwa linamngoja yeye. Mara baada ya Brian kutoa agizo lake la majivuno, hali ndani ya mkahawa ilibadilika kana kwamba hewa yote imesimama kusikiliza. Wahudumu ambao muda mfupi uliopita walikuwa wakisogea mezani kwa haraka na ustadi, sasa walibadilishana macho ya mshangao na tahadhari. Kijana mmoja aliyevalia apron nyeusi alisogea mbele kidogo, akishika tray yake kwa mikono miwili, ali clearing throat, akajaribu kuuliza kwa sauti ya heshima lakini isiyoweza kuficha wasiwasi uliokuwepo hewani, "Mheshimiwa, unamaanisha unawalipia wote isipokuwa yule dada aliyekaa pale VIP? Swali hilo liliwafanya baadhi ya wateja kuinua vichwa kutoka kwenye sahani zao, wengine wakisimamisha vijiko hewani kama wamegandishwa na hali isiyoeleweka hata sauti ya blenda ya juisi ilipunguzwa ghafla kana kwamba mfanyakazi aliyekuwa anaikwendesha alitaka kusikiliza majibu. Brian alitabasamu tabasamu taba la kiburi kilichopangwa vizuri kama kofia ya sherehe. Ndiyo, akajibu kwa msisitizo, akiongeza sauti makusudi ili meza mbili za jirani zisikose ujumbe. hiyo ndiyo pointi halisi, waone kuwa mimi ni mtu wa hadhi, mtu mwenye uwezo. siwezi kumpa special treatment mtu aliyewahi kunidharau alimaliza kwa kubingirika kidogo na macho, kitendo kilicholeta minong'ono mipya upande wa kushoto wa mkahawa. Wahudumu walibadilishana macho tena, safari hii kwa hofu iliyo wazi zaidi. Kulikuwa na kanuni ambazo hawatakiwi kuvunja, kanuni ambazo wateja hawajui na kanuni ambazo Brian bila kujua alikuwa anachezea hatari yake mwenyewe. Kijana aliyemuuliza swali, akiwa amekaa kwenye njia panda ya maamuzi, alijaribu kusema kitu kingine: Mheshimiwa, labda ungependa lakini kabla hajamaliza, Brian alikata sentensi yake, fanya vile nimekuambia, sioni ugumu hapa. Ukawa ukimya wa sekunde tano wa sekunde tano ambazo zilionekana kama dakika kumi. Lynn aligeuza macho yake taratibu upande wao, si kwa hasira, si kwa mshangao, bali kwa utulivu wa mtu anayejua kitu ambacho wengine hawajui. Alirudisha macho yake kwenye kahawa kama hakuna kilichotokea. Wakati huo huo meneja aliyekuwa nyuma ya kaunta alianza kusogea taratibu kuelekea eneo hilo akivaa sura ya mtu anayefahamu kuwa anakaribia kukutana na tukio linaloweza kubadili kila kitu. Ukimya mzito uliotanda ndani ya mkahawa ulivunjwa taratibu na midomo ya wateja iliyokuwa ikianza kunong'ona kama upepo mwepesi unaovuma katikati ya miti. Maneno yao yalikuwa madogo, ya kukisia, ya kushangaa na ya kutoamini kile walichokisikia kutoka kwa Brian. Meza ya karibu kabisa na sehemu ya VIP ilianza kuchukua video kimya kimya. Kijana mmoja aliyekuwa na shati la rangi ya maruni alimwinua simu yake juu kidogo, akijifanya anapiga picha ya kahawa yake, kumbe macho yake yote yalikuwa kwa Brian. Pembeni yake msichana aliyekuwa na nywele zilizopangwa vizuri katika mtindo wa ponytail aliuliza rafiki yake kwa sauti ya chini, hivi kweli yule jamaa anajaribu kumdhalilisha hadharani? Hii sasa imepitiliza. Meza ya watu watatu upande wa kushoto wanaume wawili waliokuwa wamekaa wakipitia laptop zao walishusha vifaa vyao na kugeuka kuona kinachoendelea. Mmoja wao alicheka kimya kimya akisema drama ya bure leo, lakini huyu jamaa hajui kabisa anachokosea. Kwa upande mwingine wa mkahawa, mama mmoja mwenye mtoto wake mdogo alishika begi lake kwa nguvu, kana kwamba hataki mtoto wake asikie maneno ya namna hiyo. Aliinamia soksi ya mwanawe na kunong'ona, kuna watu bado wana kiburi hiki duniani. Wakati haya yote yakitokea, Lynn alikuwa ni kama roho isiyoguswa na chochote. Alikuwa ameinamisha macho yake kwenye sahani ya chakula akichoma kipande kidogo cha pancake kwa uma wake. Alipopeleka kipande hicho mdomoni, alifanya hivyo kwa utulivu wa ajabu, kama mtu anayesoma kitabu kizuri ambacho hawezi kukikatiza hata kwa dakika moja. Hakutazama simu za watu, hakutazama Brian. hakutazama hata upande wa wahudumu waliokuwa bado wamesimama wakisubiri maelekezo ya meneja Alikaa kama mtu anayeishi katika ulimwengu wake, ulimwengu ambao si kelele, si majivuno, si ukatili unaweza kuyumbisha. Tabasamu lake tulivu lilimchanganya zaidi Brian kuliko tukio lolote jingine. Kwa macho yake, alitaka kumwona akitetemeka, akikerwa au angalau akishangaa, lakini Lynn alionekana kama amekaa juu ya mlima akitazama yote akitokea bondeni chini. Wateja waliendelea kumwangalia wakitafuta dalili ya hasira, aibu au kuchanganyikiwa, lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho wote waliona na kilichowafanya wanong'oneze zaidi: Lynn hakuwa mtu wa kawaida, na kwa mara ya kwanza, baadhi yao wakahisi Brian yuko kwenye njia mbaya. Wakati minong'ono ikitawala hewani kama wingu jepesi linalozunguka jua, mlango wa ofisi uliopo nyuma ya kaunta ulifunguliwa polepole. Bwana Marcus, meneja wa mkahawa, alitokea akifuta mikono yake kwa kitambaa cheupe. Uso wake ulikuwa wa mtu aliyesikia kila kitu bila hata kuuliza, mtu anayejua kuwa kuna jambo linahitaji kushughulikiwa kwa umakini mkubwa. Marcus alitembea kwa mwendo wa utulivu lakini wenye mamlaka, viatu vyake vya ngozi vikitoa sauti ndogo dhidi ya sakafu safi. Badala ya kumkabili Brian moja kwa moja, alielekeza hatua zake kwanza upande wa kona ya VIP, mahali Lynn alipokaa. Aliposogea karibu, alisimama kwa heshima na kuinamisha kichwa kidogo. "Good morning, Madam Lynn," alisema kwa sauti ya chini na isiyo na wasiwasi hata kidogo. Wateja waliokuwa karibu walishtuka kidogo kusikia namna jina lake lilivyotamkwa kwa heshima kubwa kiasi hicho. Lynn alinyanyua macho yake, akatoa tabasamu dogo lililojaa ukarimu na kumjibu kwa upole, Asante Marcos, kila kitu kiko sawa Marcus akaonyesha ishara ndogo ya kuelewa, kisha akageuka taratibu kwenda kwa Brian ambaye alisimama pale akiwa amejiamini kupita kiasi, akidhani meneja anamjia kwa ajili ya kumpongeza au kuidhinisha utoaji wake wa kifahari. Lakini mara tu Marcus alipofika mbele yake, hali ilibadilika. Alisimama wima, akavuta pumzi fupi kisha akasema kwa sauti ya wastani lakini iliyojaa uzito wa mamlaka halisi samahani mheshimiwa lakini hatuwezi kutekeleza ombi lako bila ruhusa ya mmiliki wa mkahawa maneno hayo yalipita kwenye mkahawa mzima kama upepo mkali unaovuma ghafla wateja walinyamaza wahudumu waliganda kama sanamu za maonyesho brian alikunjua uso akidhani hajajisikia vizuri ruhusa ya nini tena ninawalipia mimi ndiye mteja aliropoka kwa hasira iliyojificha ndani ya kiburi, lakini Markus hakutikisika hata kidogo. Alimtazama moja kwa moja machoni na kuongeza, ni utaratibu wetu, hasa pale ambapo ombi linahusisha kutengwa kwa mteja mwingine. Maneno hayo yalikuwa kama kifuniko kilichofungua shimo la aibu lililomsubiri Brian, na bila kujua, alikuwa sekunde chache tu kabla ya ukweli mkubwa zaidi kufunuliwa. Brian alitikisa kichwa huku akicheka kwa dharau iliyojaa kelele kama mtu anayeshinda pambano ambalo hajaanza hata kupigana. Kicheko chake kilikuwa na ukali cha kutaka kuonyesha nguvu, lakini ndani yake kulikuwa na wasiwasi mdogo aliyouficha kama doa kwenye shati jeupe. Mm, mmiliki alirudia kwa kejeli akifanya ishara ya mkono kama mtu anayefukuza nzi. Kama ni hivyo, mwambie aje hapa. Nataka nimwonyeshe mtu halisi anayetoa hela. Mwambie aje aone mwanaume wa kiwango kingine. Maneno hayo yaligonga ukuta wa ukimya uliokuwa umeshatengenezwa na tukio lote. Wateja wakaachilia pumzi kwa pamoja, wengine kwa mshangao, wengine kwa wasiwasi, na wengi kwa kile kizuri cha drama inayozidi kupamba moto. Mama mmoja aliyekuwa na kikombe cha latte alilishika kwa mikono miwili kana kwamba linahitaji kufungwa ili lisidondoke. Kijana wa meza ya mwisho kabisa alipingiza simu yake karibu na uso, akirekodi tukio kwa makini. Brian hakuona haya yote. Alikuwa bado anapiga mihangaiko yake ya wanaringi, akiamini kabisa kuwa nguvu zake za kifedha zitamfanya awe juu ya kila mtu ndani ya chumba kile. Lakini Marcus, aliyesimama mbele yake, aligeuka taratibu. Hakusema neno, hakufanya ishara ya hasira. Alitembea tu kuelekea upande wa VIP kama mtu anayeenda kuwasha taa itakayofichua ukweli mkubwa. Aliposogea karibu na Lynn wateja wote waligeuza shingo zao kama wimbi moja linalofuata upepo mkali. Marcus alisimama kando ya meza yake, akainama kwa heshima ile ile ya awali, kisha kwa sauti ambayo ilikuwa tulivu lakini yenye uzito wa mamlaka yasiyotetereka, akauliza: madam Lynn, je, unaruhusu? Ukimya uliofuata ulikuwa kama sekunde ambazo hazitembei. Watu walishika pumzi, kana kwamba jibu hilo ndilo lingeamua hatima ya mtu aliyesimama pale akijiona jogoo mkuu. Brian aliyeshindwa kusikia vizuri kutokana na kelele za kiburi kichwani mwake alijaribu kutabasamu, akidhani Lynn hatajibu, lakini macho yake yalipomwona Marcus akimsubiri Lynn kwa unyenyekevu wa hali ya juu, moyo wake ulibetuka kama ngoma iliyopigwa ghafla. Kitu hakikuwa sawa, na kwa mara ya kwanza alihisi ukuta wa kiburi ukianza kupasuka polepole pole, bila yeye kutaka. Kwa sekunde kadhaa muda ulionekana kusimama Brian alisimama pale katikati ya mkahawa, kifua nje, sura ikijaa tabasamu la ushindi ambao bado haujakamilika, lakini ndani yake kulikuwa na chembe ya hisia ambayo hakuweza kuielezea, chembe ya hofu ndogo iliyokuwa ikimeza kiburi chake taratibu. Wateja wote waligeuka pamoja kama wimbi lililopangwa vizuri, macho yao yote yalimwangukia Lynn yule mwanamke aliyekuwa ametulia muda wote, kana kwamba dunia haijawahi kumtikisa. Lynn aliweka uma wake chini kwa upole alikunywa tone la mwisho la kahawa yake, halafu akavuta pumzi fupi ya utulivu. Kisha kwa taratibu ambazo zilifanya kila mtu ashike pumzi, alisimama kutoka kwenye kiti chake cha VIP, nguo yake katingishika kwa ustadi wa mtu mwenye haiba ya kifalme. Alimsogelea Marcus kidogo, kisha akageuka kumtazama Brian moja kwa moja kwa mara ya kwanza tangu tukio lianze. Alitoa tabasamu, ile tabasamu tulivu ambalo halijengi chuki, alionyeshi maumivu bali lina nguvu ya mtu anayejua kama umeshinda vita kabla hata mapambano hayajaanza. Kisha kwa sauti laini lakini yenye nguvu ya kusikika kila kona ya mkahawa akasema, hapana, hatuwezi kuhudumia udhalilishaji hapa. Siyo sera ya mkahawa na siyo thamani tunayoisimamia. Brian akapepesa macho akijaribu kunasa maana kwenye maneno hayo, lakini kabla hajauliza chochote Lynn akaendelea, akikazia macho yake kwa utulivu uliomvunja moyo, na kuhusu bili akatupia macho meza zote zilizojaa wateja waliokuwa kimya kama sanamu, bili ya kila mtu hapa tayari imelipwa. Minong'ono ya mshangao ikazuka papo hapo. Kisha Lynn akamaliza kwa sauti ile ile, lakini sasa ikiwa imetulia sana, kiasi kwamba hata hewa ilionekana kusimama kumsikiliza, na mimi ndio niliyelipa. Kisha akapumzika sekunde moja, akiongeza kwa msisitizo ambao ulimporomosha kabisa ukuta wa kiburi wa Brian kwa sababu mimi ndiye mmiliki wa mkahawa huu. Kelele ndogo za mshangao zikatanda, wengine wakaguna, wengine wakaziba midomo kwa mikono, kamera za simu zikawaka kama mwanga wa paparazi. Brian alisimama pale akiwa amekauka koo, uso wake ukipoteza rangi polepole pole, kama mtu aliyemwagiwa maji ya baridi mchana wa jua kali, na kwa mara ya kwanza tangu waingie, ukweli ukampiga hadharani. Ukumbi mzima wa mkahawa ulikuwa kimya kwa sekunde chache kimya kizito, chenye aibu, chenye maswali na chenye huzuni iliyofichwa. Brian alihisi kama dunia nzima imemgeukia. Mikono yake ilitetemeka, shati lake lilijikunja chini ya kwapa kutokana na jasho la woga lililomganda. Alijaribu kutafuta sauti, lakini koo lake lilikuwa limekauka kama mtu aliyekimbia jangwani usiku mzima. Karibu walitazamana, kisha wakaanza kupiga makofi madogo, si makofi ya shangwe, bali yale ya uthibitisho, makofi ya ndio umefunzwa sahihi. Wengine waliokuwa mbali walicheka kwa chini, wakificha midomo yao nyuma ya vikombe vya kahawa ili wasionekane dhahiri. Aibu ikamvaa Brian polepole kama mvua nzito inayomgandamiza msafiri asiyekuwa na paa la kujistiri. Lynn alimkaribia taratibu. Hakukuwa na hasira machoni mwake, kulikuwa na uzito wa mtu aliyewahi kuumia, mtu aliyewahi kudharauliwa, mtu aliyewahi kukanyagwa, lakini akaamka juu kuliko makanyagio yote akasimama sentimita chache kutoka kwa Brian akimwangalia moja kwa moja machoni bila kupepesa. Brian alisema kwa sauti tulivu iliyojaa hekima kuliko hasira, sikurudi nyuma, nilipanda juu. Brian alipiga kope mara nyingi, macho yake yakianza kujaa maji yaliyong'aa. Lynn akaendelea, unachodharau leo kinaweza kuwa neema ya kesho, na leo hii ulikutana na neema hiyo, lakini ukaichafua kwa kiburi. Kichwa cha Brian kilianza kushuka polepole pole, kana kwamba nguvu za mwili zilikuwa zikimtelekeza. Watu wengine wakawa wanainama kuelekeza macho mezani ili wasionekane wanafurahia aibu yake. Marques, meneja, alisimama pembeni akipumua kwa kina akibaki kushuhudia uzito wa somo lililotolewa bila sauti kupandishwa. Kisha bila kutegemewa, Brian akakata tamaa ya kujitetea, akavuta pumzi kwa nguvu, akarudi nyuma hatua mbili, kisha akasema kwa sauti iliyojaa kuvunjika. Nilikosea. Lynn, nisingepaswa kukutendea hivyo. Lakini Lynn hakujibu chochote. Alimwangalia tu na ukimya wake ukawa somo lenye maumivu zaidi kuliko maneno. Brian alitoka kwenye mlango wa mkahawa akiwa ameduaa, mwili wake ukiwa mzito na aibu inamnyamaza kila hatua alizozichukua. Hapo alipokuwa nje, anga ya mchana ilikuwa bado na jua kali lakini kwa Brian kila miale iliyokuwa inamng'oa ilikuwa kama dhoruba ya aibu, ikimfanya ajihisi mdogo kama mtoto aliyepotea akitafuta kivuli cha kujificha. Mguu wake uliteleza kidogo kwenye sakafu ya mpira wa barabara, akijisemea kimoyomoyo, hii ni hadithi yangu, nilijivua heshima yangu mwenyewe. Hali ya utulivu mkahawani ilibakia pale pale. Lynn alirudi kuketi kwenye kiti chake cha VIP akiwa na tabasamu dogo la utulivu. Hakukuwa na furaha ya ukali, hakuna dhihirisho la kutia hasira tu heshima safi ya mtu aliyepata ushindi wa heshima. Wahudumu walipiga kelele kidogo wakimpongeza kimya kimya, wakionyesha heshima yao kwa utulivu wa mwongozo wake wa adabu na nguvu ya tabia. Wateja walirudi kwenye viti vyao, baadhi wakicheka kimya kimya, wengine wakipeleka midomo kwenye mikono, wakijifunza somo la thamani. Kamera za simu zilipigwa chini taratibu, baadhi wakijaribu kuhifadhi kumbukumbu ya tukio lililoacha alama ya kudumu. Hali ilikuwa tulivu sasa, lakini nguvu ya funzo lililopewa ilitanda zaidi kuliko kelele zote. Maneno ya Lynn yalikuwa kama pepo safi lililotetemesha akili ya Brian, na waliokuwa wakitazama walihisi mzizi wa somo hilo ukiingia ndani yao: usimdharau mtu kwa hadhi yake ajana, ya jana. Hujui anakuwa nani kesho. Brian alijisogelea pembezoni mwa mlango akibakiza macho chini, akijua kuwa siku hii alikumbuka somo ambalo lingemfanya aishi kwa unyenyekevu zaidi. Hata hofu kidogo iliyokuwa ndani yake ilikuwa ya heshima sasa, si woga wa kudharau, bali uoga wa kuhesabu matokeo ya kiburi kilichosalia nyuma. Lynn alikunywa kahawa yake taratibu akitabasamu kama mtu aliyefanya kazi yake kikamilifu. Msingi wa heshima, uthubutu wa maadili na utulivu wake ulijaza mkahawa mzima ukibakia kama kumbukumbu ya adabu ya kweli. Hadithi hii ilifungwa kwa nguvu isiyo na shaka, ikiacha kila aliyehudhuria na mwanga wa funzo. Utukufu wa heshima hauna rangi, hauna cheo na si mali; ni tabia, ni nguvu ya utu. Na kwa Brian, jibu lilikuwa dhahiri. Leo alijifunza kuwa kiburi kilichojengwa juu ya kudharau kinaanguka kwa aibu, na heshima inajengwa juu ya heshima nyingine.